Mtazamaji wa Wem Online TV ninakusalimu nikitumaini kwamba hali yako, yako mwona, ni njema kabisa. Mbele yako unayemwona ni mtumishi wa Mungu, makamu askofu wa kanisa la EAGT jimbo la Ilala, injinia Dr. Msajigwa Mwaisaka. heri ya mwaka mpya baba makamu askofu ya. Jema sana heri kwako pia. Asante. Mtazamaji, leo baba askofu unamwona katika bustani na magimbi pembeni unayaona. Hapa magimbi tunaweza kula baba makamu askofu? Ah, <laughs> hapa wenyeji wa hapa wanasema hiyo hayo ni sumu tu. Ngine ni sahihi. Wao wanayajua, kwa hiyo haya ni sumu. Haya huwezi kula. Mbona yamejaa sana? Ya, yamejaa. Hapa si yangeisha. Kwa hiyo yamejaa kwa sababu ni sumu. Ni sumu wana, ni sumu. Ni, ni sumu. Nani yatamani sana hata. He he, basi mimi nilijua leo napata <laughs> basi moja kwa moja, baba, leo kilichoileta WEM uh, kwako, kwa sababu ni mchambuzi pia wa maswala ya Biblia. Watu wengi wanalia, wanasema Donald Trump anaipeleka wapi dunia? Hasa baada ya kuona yale kule Iran na ile kwenda kumnyakua Maduro wa Venezuela kwamba hii ndio vita ya tatu ya dunia? Tunaweza kusema sehemu kubwa ni vita vya kiuchumi, kwa hiyo sio kwamba anaenda kwenye vita ya tatu ya dunia. ah, teknolojia inaonyesha tuko mbali sana, lakini Yesu, tukiangalia kitabu cha Mathayo mlango, um, wa 24 unakuta bado anasema bado kutakoa na mambo mengi, lakini bado. Kwa hiyo dunia inaenda wapi sasa kwa mtindo huo baba makamu askofu? yote na hayo nayaona hayo ni matokeo tu hata kama kuna aina ya conspiracy ndani yake lakini matokeo yake mwishoni ni kontroya. Na kibibilia likoje? Venezuela imetajwa kama nani pale kwenye Bibilia ili kumtoa wasiwasi huyo anayehisi ni vita ya tatu ya dunia ya, tunaweza kusema Venezuela ni nchi ambayo haimo, hatujaiona popote kwenye Bibilia na kwenye mambo ya mwisho sana sana wala sio Amerika, kitu kitakachokuwa katika hali ya mbele sana ni ile Ulaya, yani ile Jumuiya ya Ulaya, European Union. Maana Biblia inataja makabila, yani falme kumi, lakini hapa ni kama nchi kama 25 hivi, o plus o minus, usijaangalia sana, lakini kitu kikubwa ni zile kabila ambazo tunaziona kwenye E, Biblia kwa mfano Wajerumani e, kuna wengi tu, mfano nchi kama Chekoslovakia, Slovakia ni aina ya Wajerumani. Kwa hiyo ni kama pembe moja, ndiyo maana unakuta nchi ni nyingi namba, lakini ni yale kabi, kabila kumi tunazoziona. Ina e, maana Marekani pia anashirikiana na Urusi na Urusi kwenye Biblia ametajwa kama nani? E, Urusi kwenye Biblia kuna utaona maneno kama Uh, mm -hmm. Hiyo Moscow, yani, kuna meshesh na meshaki. Mesheshi. Kuna rosh ndio Rus e. Yani, kuna maneno ambayo yanafanana na jinsi zile watoto wa Nuhu walivyotawanyika, walitawanyikaje? Kwa hiyo hilo nayo linatuonyesha hawa ni watu wa aina gani. Kwa hiyo Rusia anaweza akawa ni mshirika wa Marekani kwenye haya mambo yanayoendelea ama maanake si, kuna mali unamwona kama Russia anapita afu Marekani akija ya yanapiga ya sasa, si kama mshirika, lakini ni watu ambao wanaelewana. Kwa namna wanaelewana, hata hivi vita vya Ukraine tunajua wanakutana mahali na Marekani, kwa sababu kuna mchanganuo huo wa nchi za BRICS zinataka kuacha dola, kuikimbia. Kwa hiyo sasa hayo nayo na lazima airudishe namna fulani dola au watengeneze hali ya uchumi ambayo dola bado iwe na nguvu. Kwa hiyo hii ni vita ya kiuchumi, ndio hayo Venezuela, ndio unaona hayo Iran. ee, Irani itakuja baadaye katika ile maana, kuna mto ule wa Frat ee, tunaona umekauka. Ni kweli umekauka, kwa hiyo tunaona dalili zinakaribia, lakini Irani na ile majeshi ya mashariki yatahusika sana kwenye ile, ee, na itakuwa kama jeshi kwa pamoja, yani ulimwengu mzima Sio hivi leo kama taifa na taifa vinapigana taifa mm, na taifa vinapigana, lakini hiyo ni wote yani kwa pamoja. Ina maana Marekani ni kama kiranja mkuu sasa wa ulimwengu. Mimi kwa mtazamo wangu ninavyoona, Marekani sasa hivi anasimama kama kiranja, lakini anaanza kupitwa kiuchumi na nchi kama Uchina, kwao kuna mashindano kama nchi kama India zinapanda juu sana kiuchumi um. Kwa hiyo zote zinakuwa tishio na teknolojia zinakwenda mbali sana. Kwa hiyo kitu kama hicho Marekani na lazima ijiandaye ili iwe bado kinara um. Lakini siku za mwisho tunajua, sasa hivi tunaiona Israeli na Marekani viko karibu sana, lakini siku za mwisho kuna namna najua Marekani itaiacha Israeli. Hapo sasa ndipo naweza kufikiria kama ujio waire, wa ile vita ya tatu ambayo umeuliza tangu. Kwa maana hiyo sasa hivi Marekani anamsaidia Israel katika vita vya hapa na pale yeye, yeah, yeah, anamsaidia sana, tuseme wanasaidiana, mana hizi siasa ngumu kidogo. Kwa hiyo sisi watu wa kawaida hatuwezi kuelewa, lakini tunajua Israeli na Marekani kwa sasa hivi Israeli haiwezi kumwacha Marekani na hata Marekani kwa sasa hivi haina nafasi ya kumwacha Israeli, lakini itakuja wakati marekani itamwacha Israeli, ndipo sasa Israeli watamtegemea Mungu peke yake. Kwa nini marekani yatamwacha Israeli? Um, mambo yanavyokwenda, road map ya Mungu itafika mahali Israeli hawatakuwa na mwanadamu mwingine anayekuwa pamoja naye, bali itakuwa ni Mungu tu, ndio ile kumlilia Mungu, ndio ujio wa Kristo mara ya pili ina maana mpaka sasa ah, Israeli hawajajua kama Yesu ni Bwana wao, hawajajua bado, watajua ndani ya karibu ya siku za mwisho za ile tunaita, e, wiki ya sabini ya Danieli aliyoiona Danieli Daniel, mm, au miaka saba ile ya wiki kuu kule, miaka mitatu na nusu ya kwanza bado watamwona Yesu sio, lakini ile katika miaka mitatu na nusu ya pili ile bechi ya pili ya miaka mitatu na nusu, harakati zitakazotokea pale na jinsi ambalo hekalu ambalo sasa hivi linagombaniwa lijengwe lile la tatu ambalo eh, Nabii Ezekiel lilitamka kwenye kitabu chake, na sasa hivi wako katika harakati ile Dome of the Rock ile karibu inaondoka, hii ndio hapo hekalu la ililipokuwepo hekalo la Suleimani oh. Hilo hekalo la tatu litakuwa hapo mahali oh. Kwa hapo sasa likichafuliwa lile na mpinga Kristo, ndipo watajua kwamba huyu mpinga Kristo, ambaye mwanzoni watakuwa wamefanya mikataba naye, ndipo watagundua kwamba huyu sio, kumbe yule tuliyemkataa ile miaka kama elfu mbili iliyopita kuanzia sasa ndiye Kristo, ndio watalia, ndio ujio wa Kristo kuja ili kukomesha ile vita ambayo tunaita vita kuu. Nini wito wako kwa kanisa leo, Baba Makamu Askofu Injinia Dakta Nsajigwa Mwaisaka? Ya, kanisa li vizuri likajua likawa makini na kalenda kwa kanisa sasa, kwa sababu sana wakati na muda. Yesu atakuja lini hakuna na hicho hata Yesu alisema hata mimi Yesu sijui bali Baba anajua. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba tujiandae na tujitakase sana. Tujitakase sana na tuhubiri Injili, Injili njema ifike kwa wengi ili wapone. Lakini sisi tulioamini ni vema tukajitabisha sana ili tujiweke tayari.